Mimi nimesimama hapa kuambia yale ambayo tutakaenda kufanya lakini pia nimesimama hapa niombe kura kwa viongozi wangu. Namuombea kura Dr. Samia Suluhu Hassan, mwanamke shupavu kabisa. ACT wenyewe wamemkubali, wameshindwa hata kuweka mgombea kule Jamhuri kutokana na kazi kubwa ambayo mwanamama amefanya. Kwa hiyo niwaombe sana sana jimbo la Makunduchi, twendeni tukamchague Dr. Samia Suluhu Hassan ili aendelee kutuletea maendeleo Tanzania nzima, lakini kwa jimbo la Makunduchi pia. Lakini pia naomba nimwombee kura mgombea wetu wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi. Dr. Hussein naye amefanya sana Yani, haitaji tochi ukipita huko kote. Zanzibar ya leo sio Zanzibar ya mwaka elfu mbili na kumi. Kwa hiyo niwaombe sana, tumpe kura za ndio, tuna kila sababu, na hivi karibuni tu anaenda kututandazia njia yetu ya Tunguu Makunduchi ya njia nne. Kwa hiyo tumpeni kura ili akakamilishe yale ambayo amejipangia Dr. Usenoe lakini pia nijiombee kura mimi Wanu Hafidh Ameir, mbunge wa jimbo la Makunduchi, kura zote za ndio. Lakini pia namwombea na mbunge jirani hapa kaka yangu Jafar Sanya, naye apewe kura za ndio akaendeleze mazuri yale ambayo amekuwa akifanya kule Paje ili Paje na Makunduchi tuende sambamba. Wataweza kweli? Spidi yetu hawatatuweza eh? Basi watajikokota kidogo watufikie sisiem Oye, lakini pia naomba nimwombee kura baba wangu mlezi wangu mwalimu wangu mwalimu Haruna Ali Sleiman, mumwono mtamkaa namwombee zote za ndio ili na yeye akaendeleze yale mazuri kwa pamoja mimi na yeye.